Wakati wa kijiri, Rais William Ruto amesema kuwa kifo cha aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga ni pigo kubwa kwake na serikali yake, akimtaja ya marehemu kama kiongozi wa upinzani aa, kama mtu muhimu katika safari yake ya kisiasa. Akizungumza wakati wa hafla ya mazishi ya kiongozi huyo katika chuo cha sayansi na teknolojia cha Jaramogi Oginga Odinga kaunti hiyo ya Siaya, Rais Ruto amezungumzia kwa mara ya kwanza kuhusiana na matukio ya kabla ya kifo cha Raila Odinga. Hali ya huzuni ilitawala ibada ya kumpa mkono wa buriani aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga nyumbani kwake eneo la Bondo, kaunti ya Siaya. I have discharged my responsibility to a friend, to a brother, to my mentor. A man I went to his school. Akiwaongoza Wakenya katika kumpumzisha kiongozi huyo, rais William Ruto amekumbuka matukio ya kabla na baada ya kifo cha Raila Odinga, huku akikiri kuwa kifo hicho ni pigo kwa uongozi wa taifa la Kenya. Nikamweleza hatutaki guesswork kwa mambo ya afya, wewe mwenyewe na madaktari zako uamue, na nikamwambia Serikali ya Kenya itamsimamia akiamua kwenda mahali popote kutafuta matibabu. Kwanza alikuwa anajaribu Ujerumani, akasema pengine atajaribu China, akasema pengine atajaribu sehemu zingine, mpaka akamalizia akasema ako na marafiki ataenda kule India. Rais Ruto akiweka wazi mipango aliokuwa nayo na kiongozi huyo katika juhudi za kuifanya Kenya kuwa taifa lililostawi kutoka kwa taifa linalokuwa. The last three months we sat together and we agreed with Raila. And I want to say here in front of his body we agreed with him that we must do whatever it takes. Rais Ruto aidha akiahidi kuheshimu vyama vya kisiasa kama njia ya kumwenzi kiongozi huyo aliyekuwa upande wa upinzani kwa muda mrefu zaidi. Kwa heshima ya huyu shujaa wetu, ile kitu siwezi kukubali, na nitafanya juu chini, Mungu anisaidie. Ni wale ambao wanataka kung'oa chama ya ODM na kwenda kuchezea karata ya upinzani kule nje, hiyo haitawezekana. Viongozi wengine waliohudhuria mazishi hayo pia wakimtaja Odinga kama kiongozi asiyeweza kupigiwa mfano. Raila never allowed the history to hold him prisoner. He never took his challenges as a life sentence. Vile muliketi na mheshimiwa baba. Mukasema Kenya ni kubwa kuliko mutu binafsi hapo ndiyo shikilia. Na sisi tutashikilia hapo, tushike inji yetu tuende mbele, tusilete siasa ya furugu ya kikabila ya kugawanya wananchi.